Na serikali imeanzisha awamu ya kwanza ya mikakati ya kukabiliana na ukame kwenye kaunti ya Mandera kwa kutoa misaada ya vyakula, bidhaa nyingine muhimu na maji katika juhudi za kulinda jamii zilizoathirika pakubwa kutokana na kiangazi katika sehemu hiyo. Kadhalika, shirika la Msalaba Mwekundu nchini KRCS limeanzisha mpango wa usambazaji vyakula katika eneo hilo unaolenga kuwanufaisha wakazi wengi. Kaunti ya Mandera kwa sasa inakabiliwa na ukame ambao umesababishwa na kiwango cha chini cha mvua wakati wa msimu wa Oktoba, Novemba, Disemba. Hali hiyo imesababisha ongezeko la kiwango cha ukosefu wa chakula linaloathiri mamilioni ya wakazi. Katika kushughulikia hali hiyo, idara ya miradi maalum imezindua mikakati mahususi ya muda mfupi wa utoaji misaada ya vyakula, bidhaa nyingine muhimu na maji katika kaunti ndogo kumi na mbili zilizoko kaunti ya Mandera. Mheshimiwa Korea alitangaza, tumeleta constituency hii e, lori saba, seven trucks na idadi ya chakula ambazo ziko kwa hizo loris mheshimiwa alisema hapa, takriban gunia 1200 ya mchele na gunia 1040 ya maharagwe ziko katika hii constituency ya Mandera South siku ya leo. Vilevile vile, shirika la msalaba mwekundu nchini limesambaza vyakula vya msaada kwa familia kadhaa zisizojiweza katika eneo hilo. Severity of this drought has affected 327,000 households and it has led to a number of issues ranging from livelihood losses

About kulingana na halmashauri ya kitaifa ya kukabiliana na ukame NDMA, magatuzi 13 yametambuliwa kwenye awamu ya kawaida ya kiangazi. Magatuzi hayo yanajumuisha Samburu, Turkana, Taita Taveta, Pokot Magharibi, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Narok, Baringo, Makueni, Meru na Lamu. Kaunti tisa za Wajia, Garissa, Kilifi, Kitui, Marsabit, Kwale, Kajiado, Isiolo na Tana River zimeorodheshwa kwenye awamu ya tahadhari huku kaunti ya Mandera ikihitaji msaada wa dharura. Kasi cha Namasha, Darubini, Wikendi